urisha nitawatumia mwendelezo wa uzalishaji wa funza wetu. Sasa tunaweza kuona surprise. Kwanza funza wetu wamehatch wa kutosha kabisa, na kuna wengine hapa ni wakubwa kama huyu na kama huyu, na kuna wengine bado wadogo wadogo. Sasa leo napendezwa nionyeshe namna ya kuvuna hawa funza, utavuna namna gani ili wasiweze kwenda pamoja na hii ngozi kwenye marisho yao. sasa hii, hii ni ndoo. Ni vyema ukapata kitu kama hiki. Ukishapata kitu kama hiki ukao una karisha hapa, lakini hali ya hewa leo kuna mawingu, yaani hamna jua warai. Ingekuwa jua ndio, lile jua linakuwa nzuri sana kwenye uzalishaji wa hawa wafunza, sababu hawa wafunza wana mafuta sana, hawapendi jua. Kwa hiyo sasa naweza kuanza kuonyesha namna na ya uvunaji. Kameramani, hebu tushikie, tusaidie kushika hapa, shika hapo sasa naanza kuonyesha uvunaji wa hawa funza, tutaweza ukaona kitu ambacho tunakifanya. Ta, hii ndio ile ngozi tuliyokuwa tumeweka. Sogeza kameramani, watu waweze kuona, tunaweza kuona. Naona funza walivyokuwa wengi, yani ni wengi, ni wengi mno kama tunavyoweza kuona, yani ni funza ni wengi sana. Sogeza tu kamera waone hapa, naona funza wetu ni wengi sana kwa kitu cha kufanya tutakuwa tunanyanyua namna huyu, unaweka hapa. Ukiweka hapa, funza hawa wakati ule jua linawakia sana, nyanyatukam, wakati ule jua linawakia sana, wanakuwa wanashindwa kukaa hapa juu, watakimbilia chini. Wanapokimbilia chini, ngozi yetu hii itabaki hapa juu, funza wote utawavuna wataingia ndani ya hii ndo kama tunavyoweza kuona anaendelea kudondoka, kwa maana jua linavyoendelea kuwa kali funza anavyodondokea huku e, wakati huo funza anaendelea kudondokea huko. Ngozi yako utaiweka mahali pengine, na funza wengine waweze kuendelea kuingia. Funza yetu ni wengi kabisa, kama tunavyoweza kuona, wapo funza wa kutosha kabisa. Utakuwa unanyanyua namna huyu unaweka kwenye chombo kama hiki, unaweka kwenye chombo kama hiki, unanyanyua namna huyu unaweka hapa, kwa maana unapoweka namna huyu funza wetu atakuwa anashuka hapa chini. Wakishuka hapa chini, mwisho wa siku utavuna funza Mw. wa kutosha. Ukishavuna funza wa kutosha, matokeo utakayokuja kuyapata kwenye samaki wako yanakuwa ni mazuri, lakini nitatoa maelekezo pia kwea, ya kuandaa wafunza ili wao wazuri, mm-hmm. E, namna gani? Ukishamaliza hapa uweke chumvi kidogo e, uwakaange kidogo, uweke vitu gani, kama mvuna funzako wengi, uweze kuwasindika vizuri kabisa. Kwa maana kwamba kama utaweza kuwasindika vizuri kabisa, mwisho wa siku atakuletea matokeo mazuri kwenye ushaji wa samaki. E, ukiwa na kambale, haina haja ya kuwaosha wala nini, ukisha wavuna unatupia kwenye bwawa moja kwa moja. Ukiwa una sato, ni hivyo hivyo haina haja ya kwa nini ya ya, ya, ya ya kutupia hivyo hivyo. Ni vyema ukaosha vizuri, ukaosha uka vizuri. Ukishaosha vizuri, ukaakaanga kidogo, weka chumvi kidogo, uweze kufanyia matumizi yako kwenye mradi wako. Kwayo ni vyema tukafuatia maelekezo haya. Kwa wale ambao watahitaji muendelezo, uweze kuendelea nitoe mafunzo zaidi. Kwa leo nitapenda kuishia hapa, sababu nilikuwa vijijini leo ndio natoka. Nikishatoka nitaendelea kuwapatia miendelezo tofauti tofauti. Ni vyema mkanipigia simu kwenye zile zile namba zangu 0745232495 au 40, 07 42 0742 46 7334. Ni vyema sana mkafanya hivyo. Niendelee kuwapatia ushauri. Funza yetu ndo hawa. Kama kuna vitu mnaona bado havijakaa sawa, nitaendelea kuwaelimisha. Lakini ni vyema mkapiga simu. Zoezi langu litaishia hapa. Lakini bado kuna mambo mengi nitaendelea kuwaonyesha kwenye kuhusu masuala ya ufugaji wa samaki. Na kuhusiana na lile bwawa alilosema, huwezi kufuga samaki kwenye bwawa la nylon. Kama hivi nadhani mnaendelea kuangalia, samaki wetu bado wapo hapa, na upande wa pili kule tumeweka apanet na samaki tayari tumesha waweka. Kama tumeshaweka samaki na nylon letu linaendelea kuhimili uzito wa maji, ufugaji unaendelea. E, usalama tumeimarisha, CCTV kamera tumejifunga, kwa hamna uharifu wa aina yoyote itakayoweza kutokea katika mazingira haya kwa sababu tume Jikita sana kwenye upande wa usalama, lakini vile vile hata kwa walaji wadudu hawa sije ukaona, e, eh, samaki wangu tutalishaje wadudu hawa? E, mlaji wangu atajisikiaje? Muhakikishie usalama wa samaki wako utakuwa upo wa kutosha, kwa sababu tutaweka vitu fulani ambavyo vitafanya asiwe na sumu aina yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu, naweza kusema twende kuhamasika kunifuatilia na vitu vyote ninavyoenda, kwa wale wadau wangu pia nawakaribisha. E, mradi huu upo mkoa wa Njombe wilaya ya Rudeo, na naendelea kuwakaribisha wale watu wangu wa kule DRC wa kule Kongo wa kule Marekani. Kuna Marekani fanali nitafuta juzi, na amenitumia mpaka pesa ya asante, na naendelea kuwakaribisha kuendelee kufika kijiji hiki, kinaitwa kijiji cha Mavanga mkoa wa Njombe.